Hello there, mambo vipi, mimi naitwa Asteria Mvungi and of course, hii si nyingine bali ni iyo TV Entertainment. Kama unafuatilia, utagundua kwamba jana msanii kutoka Bongo Flava ni Dayna Nyange alitumia ukurasa wake wa Instagram kupost tuzo mbili na akawa anawashukuru ma, uh, mashabiki zake, akaandika kwamba ile tuzo asingeipata bila nyie kumpigia kura. Kuna watu ambao walikesha kumpigia kura, kuna wengine walikuwa wanamwombea, wengine walimpigia kura, kwa hiyo alikuwa anaonyesha appreciation zake kwa mashabiki zake, lakini pia unaweza usifahamu zile tuzo labda amezi Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. I'm so happy. Nawashukuru pia na Watanzania wote na watu walioniwezesha kushinda tuzo hizi. Hizi tunzo, hizi. Uh, hizi tunzo zinaitwa Bay Awards. Uh, ni Brief African Entertainment Award ambazo zinafanyika Nigeria na ziliandaliwa huko Nigeria. Binafsi kwangu mimi nashukuru sana. Ukiangalia okay, ni mara ya kwanza kushiriki kwenye tunzo za nje na kushinda tena, ushindi wa kishindo tunzo zote mbili yani. I'm so excited, I'm so happy. um, sina kumbukumbu -kumbu nzuri kama kuna Mtanzania ambaye amewahi kushinda tunzo hizi. Sina kumbukumbu -kumbu nzuri kwa kweli kwa hilo, na tunzo yangu sijakabidhiwa kwa sababu sikuwa Nigeria mimi niko Tanzania na kilele cha tunzo hizi zilifanyika tarehe thelathini na moja, mimi nilikuwa niko TZ, sikufanikiwa kwenda kwa sababu kadhaa ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu, ila nilikuwa na mwakilishi ambaye yuko kule na zilipofanyika nikashinda, mimi nilitumwa tu message na baadaye kupigiwa simu kwamba hongera, umeshinda tunzo zako hizi, hapa tunafanya utaratibu wa kukuletea. So niko nawasiliana nao, watanitumia zikifika, nitawaambia au hata nikijua zinafika siku gani nitawajulisha pia. Uh, siwezi si, si kusema kwamba nitapata pesa au nitapata ni ni ni ni kitu gari kwenye tuzo hizi. Kiukweli sidhani kama ni sahihi. Unajua unaposhindanishwa na wenzao na wasanii wengi na tuzo nyingi ukawa umepata kikubwa, tuzo ni heshima zaidi kuliko hata pesa. Japo ikiwepo pia pesa ni kitu kizuri na siwezi kuongelea, yaani siwezi kuambia kama nimepata pesa, nimepata shilingi ngapi. Ila kikubwa ninacho ninachokiona mimi au ninachokithamini mimi ni ile heshima ya watu kuona umuhimu na ukubwa wa Dayna na kuthamini kazi zake na kuwekwa kwenye kinyang'anyiro na wasanii wengine alafu kuibuka mshindi yeye. Kwa hiyo kwangu mimi hicho nakichukulia kikubwa kuliko kitu kingine. Ah, nawaambia mashabiki zangu kwanza, nawashukuru sana kwa support walioonyesha kipindi cha kupiga kura mpaka tulipofikia sasa kwenye ushindi. Na sema si mashabiki zangu peke yangu, niwashukuru watu wote wa media, watangazaji, waandishi wa habari, ma DJs, aa, watu wote wanaomiliki social network ni watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwangu katika hili kufanikisha tunzo hizi, bila kusahau watu wa blog mbalimbali, kwa sababu ni watu ambao wameshare na mimi vitu vingi kipindi kile tunaomba kura mpaka kufikia kwenye ushindi. Na washukuru sana sana sana. Mungu awabariki, na nategemea zaidi support yenu katika kila ambacho nakifanya, bila kumsahau producer wangu Mr Tita, shukran za dhati ziende kwako kwa sababu wewe una mchango mkubwa katika kila ambacho tunakifanya, na najua tuna mengi tunaendelea kuyafanya pamoja. Uh, tunzo hii haina maana ya ushindi wa kubweteka kwangu. Mimi naichukulia kama changamoto, kwa sababu naona huu ni mwanzo wa mziki wangu kuendelewa kuangaliwa sasa na watu wengi na kufuatiliwa na watu wengi, so nahitaji kufanya mengi mazuri makubwa zaidi ya nilofanya. Natakiwa nipambane mara mbili nilivyokuwa nikipambana mpaka kushinda kwao. Nategemea support kubwa kutoka kwao, nami nawaahidi sitawaangusha. Nitaendelea kupambana na kujituma maradufu. Asanteni sana, nawashukuru. Mungu awabariki, nawapenda. Well, umemsikiliza Dayna Nyange. It's a good thing. I mean, talk about it. Kwa stori nyingine ni kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter na Periscope ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Lakini pia unaweza kuinstall application ya Millard Ayo kwenye Android na iOS. Feel free kupita millardayo.com kwa story kama hizi na kwa urefu zaidi. Mimi naitwa Asteria Mvungi. Asante.